Madada, lakini hii sauti kama kuna besi ndani yake, hebu tena. MC Pilipili, jamani, kwa heshima kubwa naomba nimlete kwa mara ya kwanza, anafanya show ya comedy Singida, ambaye kijana wake nimeweza kuiandaa show hii, si mwingine ni MC Pilipili. DJ, anapiga au nianze au nisubiri?

ukirudia tena alafu, uh -huh. na utarudia tena mwenye simu yangu iko wapi? Sasa wewe, simu hii, sogea kama kwa hapa, umeona? yaani hii uh -huh. Yani unataka ukiipiga simu yangu ni iPhone eh. uh -huh. Mbona hiyo, ukiona simu ya iPhone, hata ukiwa unakopa songesha na kukataza, <laughs> unaonekana una, una hela tayari e. Sasa utanichukua tena, jamani, akiniita tena MC Pilipili, nataka kuona tunachanganyikiwa, yaani zile oh my grace nini mheshimiwa, anajipata kuamini kuna mheshimiwa anatoka na ibada huyo. <laughs> Yani toka huyo akiwa yuko yupo mkufunzi wa chuo na nimekaa naye vikao kadhaa, aniambia bwana, kanyaga hapa. Oh brother, eh naona kumudu. Yani hapa naongea naongea na wewe sana ili waelewe, maana, wadada, kama mnavyoelewa mimi nipo kwenye ndoa, lakini sio kivile. Sasa niita tena yeah, eh sasa na mimi kwa sababu ni MC, na mimi nijiinue, naomba nimlete kwenu. Huyu ni MC wa taifa, lakini kwa sasa hivi anajiita MC wa dhahabu wa taifa la Tanzania. Naomba makofi mengi.

Jirani yako kwanza, mwambie hongera wa kupendeza, mwambie umefunika, mwambie uko sawa, mwambieni kama hauna madeni. Kuna watu wamependeza na ukiambia leo hajatuma rejesho <laughs> eh. Na kuna wengine wametulia, utasema hana deni lolote, kumbe ana deni kuongesha. Unajua kuna wale mtu anakupigia simu, sasa nitumie Usitume kwa namba ile, tuma kwa namba hii, Unajua tayari. Lakini leo nimefurahi sana sana sana kuweza kuwepo hapa. Uh, kama nilivyowaambia kwa mara ya kwanza, nimefurahi sana kwa ajili ya Double G, kumwona Mheshimiwa Godwin Gondwe mkuu wetu wa wilaya amekuja pamoja na sisi. Naomba tuongeze makofi tena na vigelegele vyingi sana. Ni waheshimiwa wachache ambao wanasapoti vijana na wanakuwepo mpaka muda. This is very nice. Nimechoka naye huu mbali nimefanya <laughs> nimefanya nimeenda, imetinahodoma mweshimua, nikamwambia, akaniambia njoo chifu asili, akaniwezesha kwa sababu anawezesha vijana na anawezesha vipaji na anaona kwamba wanaenda sehemu na anasimama nao. Nawachongezi makofi na tena na nenda nao. Mheshimiwa na, na, na. Mboji pia nataka nikwambie Mw wiki ijayo tarehe moja mwezi wa kumi, mimi nafikisha miaka 40. 40. Yaani yani zamani watu wenye miaka 40 nilikuwa naona wakubwa sasa. Naomba mnisamehe kwa kweli. Huko unaweza ukawa kama miaka 40 ukawa kama mimi. Kumbe na sisi sio akili tunazeka.

Eh, Kanali ni mtu wa kujitoa a wiki ameenda kwenye ujenzi wa kanisa amesimamia vizuri. Ah, sasa kwa sababu Bwana alisema pia miili yetu ndio hekalu. siihapa nimalize kabisa, sababu unajua tunaenda na kwa sababu sisi wagogo tumeambiwa ile kuombaomba ni kama kuomba. Unaona, unajua wewe jaribu uju takayotokea Kanali Mathias Ah, bwana huyu mzee wangu kabisa. Unajua mimi naitwa naitwa Emmanuel Matias. Eh, kombi ni kijana wako. Lugha kifupi. Eh. Hata huyu Sufiani Bwana Miti. Sufiani. Sasa hii siri gobe. Mke wako naye anamsimisha. Ah, ya ya ah, ya yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, mke wake mfupi mfupi. Yaani ndio um, maana wewe ukiona jiko la gesi unampiga baby nimekumiss. Sasa, sasa mambo vizuri mama, ah! mama baadaye ah, au umetoa. Jamani, jamani, nimefurahi sana, tuongeze makofi tena mengi sana. ameingia miaka arobaini anazidi na, na kukumbuka miaka ya utoto. Na unajua miaka ya utoto unapoangalia watoto wetu wanavolia, unajua wanavolia watoto wetu sisi wapetu na watoto wa nchi za nje, yaani kuna utofauti yani. Watoto wa nchi za nje ambao wanaongea Kiingereza wanasoma magari yale yani, yale magari ya njano yaani, hata kama kitu amechukia

Na ikifika, now time. And now, I am crying. Analia kizungu, haitakiwi kizungu, kulia iingie distortion anza... kabisa. Oh, <laughs> yeah, kule awa mtoto mdogo ii kwanza ana kitambi so, neni... Mtoto wewe na kitambi afu amekula mua. Alama anakula mua mpaka vitu vile mama. Yaani utamu tamu yote hapa hapa. Alafu kulia yeye anaanzia kwenye chorus. Mkiwa naye wenyewe nyumbani ali ingia naye kanisani aone watu wengi. Wa wale watoto kama anataka sifa au panda naye kwenye daladala unaanza. Jamani mtoto ana shida gani? Ana hasira za bibi yake. Ajaat analia yaani analia mpaka sasa, uchungu ushamuisha, lakini bado yeye analia tu, yaani analia mpaka anasahau kinachomliza, ananyamaza, anasema afadhali amemaliza, anaangalia angalia kalenda, anaanza upya. pia a, shule ya Dodoma sekondari, Dodoma sekondari, yani bungeni hapa. Shule hapa ni ni ni ni jitahidi ni, ni, lakini eh, eh, eh, eh, kwenye hesabu ndo ni- nilikuwa ni, na yumba. Sasa siku moja nilikuwa na rafiki yangu mmoja anavaa miwani Mwana mwingine ana miwani yule pa. Unajua kumwona mtu ana miwani paka usiku huu. Unajua hao watu wana akili sana. Hawa ndio walikuwa wanatufundisha shuleni. Hivi unajua wale tulikuwa tunawafuata na kufundisha kwa mbili imeisha, uelewa hata ilivyoishaisha. Kwa tatu imeisha tunaenda na tano, tunaenda wapi? Kwa nne tunakopa mpaka sasa hivi unajua ukipatia Watanzania wengi tumeelewa swala la kukopa ile. Uta, utasikia mtu yuko magrupu matatu, niweke majina mawili, niweke juu sasa mimi nilibeba rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa alfa alfa alikuwa ni maji, alpha, alpha genius unaelewa mtu ana akili zake anafaulu ma, ma, masomo kama anataka sifa yaani mtihani wa civic ana 95 mtihani wa chemistry ana 82 mtihani wa wa, wa, wa uraia ana 67 yuko vizuri alafu mtihani kapata 95 bado akigaiwa, anaanza kufanya hesabu zake pale, anagundua alikoseshwa, anaenda kwa mwalimu, na mwalimu anaangalia vizuri, anagundua kweli alimkosesha. Alipata alipata tisini na nane. Sasa ni, mimi si nilikuwa ndo wale unajua, wale mwalimu akisema naanza na waliopata maksi za chini watundu na kuangalia Siku hiyo nimepata 35. Nikasema nani hebu niangalie angalia huenda nimekoseshwa. Nikaangalia angalia pale nikapeleza hiyo kuipeleka kwa mwalimu. Mwalimu kaangalia akasema hata 10 niliongezea. Nikajikuta na 15. Kuanzia hapo nikipata hata sita namwachia Bwana. Haleluya. Sasa, sasa huyo Alpha nilipangalia vizuri, nikamwambia Alfa, mimi ninakuomba katika mtihani huu wa chemistry. Naomba nisaidie yale maswali ya kwanza yale. Unajua kuna yale maswali yanaanzaga yanaanzaga yale ya A, B au au C. Yanaitwa multiple multiple. Eh, multiple choice. Ah, tukapanga naye. Akasema sasa, eh, hapo tukianza kama swali ni A. Kwa sababu yale kwa nakaa mbele. Kama swali ni A nitakohoa mara moja. Ukisikia nimefanya kama swali ni bi, nakoa mara mbili. Ukisikia <coughs> unajua ni bi. Kama swali ni si, nakoa mara tatu. Ukisikia <coughs> si, nikasema sawa. Hiyo <laughs> tunapanga Alhamisi. Yeye kaenda kusoma, mimi nimeenda kucheza juma pa Yeye kaenda kusoma, mimi nimeenda kucheza juma pili katua pa Mungu sio asubuhi yule ndo akaugua sasa. Kile kikozi cha ukweli unajua unajua... unajua...